Kutoka kwa vijana wenzangu juu ya kunyimwa kwa haki yao ya msingi ya kuchagua, na wamenipa malalamiko hayo kwa sababu mimi ni mwenyekiti wa vijana wote hapa ta. Wameuzizwa na kitendo hicho, lakini wako tayari kushiriki uchaguzi wa kupiga kura kwa viongozi watakaoweza kuletea maendeleo katika maeneo yao dawa aa vyote kwamba wanazo haki na wanao wajibu wao

na huu ndio mwaka wa kutafutana ubaya, sisiemu hoye lakini yeah. Nataka niwasii vijana wenzangu, mwaka huu tunatakiwa tukawe majasiri, tuvae nguo zenye kuzuia mishale yote, kwa maana tumechoka kubeba mabegi ya watu. Tumekuja na ajenda vijana wajitokeze kwa wingi kushiriki uchaguzi. Mheshimiwa mwenyekiti, nakuhakikishia vijana mkoa wa Njombe tumeweka mpango madhubuti kuhakikisha kila sehemu yenye uchaguzi vijana wanaingia. Kama ni udiwani, vijana wanachukua fomu za udiwani; kama ni ubunge, vijana wanachukua